Vikosi vya ulinzi vya Israel vimetoa onyo la dharura kwa Wairani na kuwaambia wakazi kuondoka katika eneo lililo karibu na vituo vya kijeshi. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X zamani Twitter, akaunti ya IDF ya lugha ya Kifalsi inasema watu wote waliopo ndani na karibu na viwanda vya kutengeneza silaha za kijeshi au taasisi zao zinazowasaidia wanapaswa kuondoka mara moja katika maeneo haya na wasirudi hadi watakapopata taarifa zaidi. Taarifa hiyo inasema uwepo wako karibu na miundombinu hii una hatarini maisha yako. Hatua ya tangazo hilo kutoka Israel linaashiria uwepo wa makombora makubwa zaidi ya kijeshi kutoka Israeli kwenda Irani, ambayo kwa siku za hivi karibuni pengine hajawahi kutokea. Uhasama baina ya nchi hizi mbili unazidi kukua kila uchao, wakati pande zote mbili zikiendelea kukuza ghadhabu zao kutokana na mashambulizi yanavyoendelea. Nam ni saa sita asubuhi nchini Israel, na sasa tunaona baadhi ya matokeo makubwa zaidi ya mashambulizi ya Irani ya makazi yameshambuliwa kaskazini na kati mwa Israel baada ya Iran kurusha makombora ya ballistic kuelekea Israeli usiku kucha ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Israel kwenye maeneo lengwa ya Iran. Huduma ya dharura za kitaifa za Israel zimeripoti kwamba takribani watu kumi wameuawa, huku zaidi ya watu mia na kitu wakijeruhiwa. Watu wengi nchini Israel wamekumbwa na mshtuko wa asubuhi ya leo baada ya mashambulizi mawili ya makombora ya Irani yaliyoua takribani watu kumi wakiwemo wanawake wanne wa familia moja katika mji wa Tamra na mvulana wa miaka kumi na msichana wa miaka nane katika mji wa Batiam. Maafisa wa Israeli walikuwa wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulio yasiyo na kifani dhidi ya Irani. Israeli imedokeza kuwa hii itakuwa tukio la muda mrefu ambalo linaweza kuchukua wiki, sio siku, lakini lengo lake la mwisho bado haliko wazi. Usiku wa Jumamosi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi ambayo tayari Imetekelezwa si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Irani itashuhudia katika siku zijazo. Mamlaka za Israel zinasema kuwa ni haki kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu Irani ilikuwa inafikia viwango vibaya zaidi vya utengenezaji wa silaha za nyuklia na ni jukumu la Israeli kuzuia kutokana na kutaka kulinda usalama wa Israeli kwanza. Wengi wanahoji hilo na Irani imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani tu, jambo ambalo Israel inaendelea kukataa. Lakini ukosoaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema hivi ni vita vya kujichagulia, na kwamba diplomasia pekee ndiyo inayosalia kuwa njia pekee ya kutatua suala linalozunguka mpango wa nyuklia wa Irani. Wakati huo huo, rais wa Israel Isaac Herzog ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani Twitter, akisema asubuhi ya huzuni na ngumu sana. Alisema wakati nchi hiyo inaamka ikiwa imeshambuliwa na Irani katika maeneo yake tofauti tofauti, kati kusini na kaskazini. mashambulizi ya ya Irani yaliwaua na kujeruhi Wayahudi na Waarabu, raia wa Israel na wahamiaji wapya, wakiwemo watoto na wazee, wanawake na wanaume, rais huyo wa Israel amesema. Ameongeza kuwa niko pamoja na familia wakati huu wa maombolezo mazito ya msiba huo mbaya, ninawaombea majeruhi wapone na kupatikana kwa waliopotea. Tutaomboleza pamoja, tutashinda pamoja na tutapambana pamoja, ni kauli ya rais wa Israel, Isaac Herzog. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.